Mapema siku ya jana majira ya usiku, mchezaji wa soka wa kimataifa Azizi K ambaye aliweza kupata matatizo uwanjani katika mechi ya Wydad Casablanca dhidi ya Azam FC pale Zanzibari, ambapo tukio hilo tuliweza kuliona wote kwamba E, alipelekwa e, na ambulance hadi hospitali kwa kile ambacho kinaweza kutokea uwanjani baada ya kugongana na mchezaji wa Azam. So ameweza kushare ujumbe mrefu kwa kuwashukuru wale watu ambao wote walikuwa karibu yake katika kipindi hichi kigumu ambacho amekipitia kwa mara ya kwanza. Amefunguka e, ni kwa namna gani na anaendeleaje mpaka sasa alipo. Ujumbe huu ambao ameweza kushare kwa wale wapendao na kaweza kutuma image e, ya upendo pamoja na shukrani za dhati kabisa kuwatumia wale watu ambao wamekuwa karibu yake na wate, wale wote ambao wamekuwa akiulizia hali yake ameweza kuwatoa wasiwasi kwamba hali yake yuko vizuri, na kuna ujumbe huu, amba tenda huu ambao tenda kunukuu ujumbe huu Azizi K ambao amemwombea ame na kumtumia e, m ameombea na kutuma jumbe za pole The, ngoja nikusomea katika kile kitu ambacho alikiandika. Nitanukuu katika lugha ambayo ameweza kuitumia lugha ya Kiingereza, lakini baadaye nitakuletea katika lugha ya Kiswahili. Kupitia peji yake ya Instagram, mchezaji Stefan Azizi K aliweza kushia ujumbe ambao kwanza aliweza kuonesha picha hii ambayo yuko hospitalini amelala, lakini katika picha hiyo kwa mchezaji pembeni pale e, wakiwa wanaonesha kama vile wana show live na e, keza kuandika ujumbe huo ambao unasomeka kama ifuatavyo Thank you all of your messages and calls, thank God and your prayers, am better, aka flash, na emoji upendo pamoja na mikono. Kwa ujumbe huu ulikuwa anamaanisha nini katika lugha ya Kiswahili? Ujumbe huu ambao ulikuwa umeambatana maneno mazito mafupi, ila yana uzito ndani yake, Stefan Azizi K alikuwa anamaanisha kama ifuatavyo, akiomba shukrani kwa wadau wote ambao e, wamekuwa wakimjulia hali na kusema kama ifuatavyo E, asante asante sana kwa ajili ya meseji zenu pamoja na simu, simu mlizonipigia. E, nashukuru Mungu kwa maombi yenu e, e, sasa, niko salama ambeta, ndivyo alivyoweza kumaliza sifu Stephanie, Azizi K. Siku za nyuma tuliweza kuona kwamba mpenzi wake e, e, hapa namzungumzia Misa Mobeto, na yeye pia aliweza kutuma ujumbe ujumbe ambao katika ujumbe ule e, aliweza kuandika e, vesi ya Biblia ambayo inapatikana katika Psalm 23, kwa maana kwamba Zaburi mstari wa 23 tatu, e, kuna maneno pale aliweza kuongea kwamba kika rehema na fadhili zita ufuata siku zote za maisha yako. E, katika ujumbe ule ambao waliweza kuongea, uliweza kufananishwa na kile ambacho kilitokea baada ya Azizi K kupata e, majanga hayo. E, aliweza kudhihirisha ujumbe huu na kuonyesha kwamba yuko pamoja na mume wake katika kipindi hiki kigumu. So stories za Daud zimeendelea kuwa mbali, e, kubwa sana katika page na mitandao mbalimbali ya kijamii, e, kuhusiana na hali ya Azizi K japo ameshatoa tamko na ameweza kusema yuko vizuri. So nilikuwa napitia baadhi ya comments za Daud katika kile kitu ambacho walikuwa wanakizungumza. Huyu anaitwa Valerian Jayden, kaweza kusema kwamba njoo huku bara sasa. Hamisa yupo. Mwingine kaweza kusema kwamba thanks God, thank you. Huyu mwingine naweza kusema kwamba e, tulikuwa tunakuombea sana shemeji yetu Stefan Aziziki uweze kupona. So far, so good. s e, hii taarifa imeweza kufurahisha watu wengi sana, na hii ni kutokana na Aziziki amekuwa ni mchezaji ambaye anapendwa sana hapa Tanzania De, toka kipindi kile yuko katika klabu e, ya Yanga mpaka hivi sasa Casablanca, lakini bado Tanzania wameendelea kushow love na kuonyesha kwamba wako pamoja na Stefan Aziziki na wote wameendelea of course eh, kumtia moyo na kile ambacho kimeweza kutokea, imeonekana wafuasi wengi sana wameumia. Alikuwa anasoma baadhi ya comments za watu wengi sana, walikuwa anamwombea Stefan Ziski kwa kile ambacho kimetokea, eh, Allah pamoja na Mungu aweze kumfanyia eh, wepesi, aweze kupona mapema. Waona zungumzaji hili, tukutane katika upande wa comment section, andika ujumbe wako kuhusiana na hii ambacho kinaendelea.